kwa jambo lakini niliwapa taarifa hii familia. Eh, wamewasiliana nafikiri sasa huyo baba mwenye nyumba yeye anataka. Nani alikuwa amelala hapo? Mm. Mm. Yule yeah. Uh, dole. Ndo analala. Uh -uh. Ah ah. Mlalamikaji atakuwa baba yake. Baba yake marehemu. Yule ndugu yake marehemu. Yule moto. Mm. Yeye mm. ndo analala hapo. Mm. Sasa e, tuna kuna sitofahamu hapa tusikie.